Kaka mpeleke mtu fulani. Peleke ngungu boy uone kama ataweza kujieleza. Timu yenyewe inamshinda. Wao nadhani ataweza kwenda huko. Akaenda kufanya vizuri. Kwa hiyo hata FIFA au CAF wanaangalia, mm, ni kichwa gani ambacho tunaweza tukakiweka kwenye sekta fulani kikatupatia impact. So kuchagua chagua tu ili mradi tumechagua au kuteua teua tu ili mradi tumeteua. Wanaangalia na utulivu wa mtu. Unajua kupiga piga kelele mtandaoni sio kwamba ndio kufanya kazi na kuongea sana sio kwamba ndio kufanya kazi, kwa hiyo yeah. mimi nadhani Injinia Hersi kuteuliwa kuwa mjumbe wa mashindano ya vilabu duniani kote ni utulivu wa kichwa chake na vitu ambavyo anavifanya akiwa ametulia, ina maana anaendelea kuprove kuwa, mimi mnaponipa nafasi huwa sifanyi makosa. Uh, wameappreciate kama FIFA wameappreciate kila anachokifanya. mm -hmm. Mimi na wewe ni nani tukatai? Kwa nini tusimpongeze? Hata neema iliyokuja kwenye nchi yako ambayo unaizungumzia duniani kwa renki za FIFA unaweza kaikuta ni ya mia moja, na kwa hiyo ni ana kila sababu ya kupongezwa yeah. na ana deserve kuwepo pale. Hii ni historia kwa Afrika Mashariki ku, mtu kutoka Tanzania anakuwa katika nafasi kubwa kama hiyo. Ya, ni historia kwa Afrika Mashariki na ni historia pia kwa Afrika kwa ujumla na pia ni historia kwa Tanzania. Ndiyo. Ya, kwa hiyo mimi nadhani naendelea kumpongeza. Ndiyo. na naendelea kusema amedisevu kuwepo pale, FIFA hawajakosea kwa hiyo iko siku, unajua kila kitu au kila mtu unatakiwa umpe nafasi ndiyo. na umwamini. Kuna mtoto wako ambaye wewe ukitoka kazini unakuta ameenda kucheza mpira, unampiga, unamwambia unatakiwa uende shule. Mpe mtoto nafasi. Kwa hiyo mimi nadhani e, inatakiwa tuwaamini wengi zaidi tu, ili tupate wakina injinia wengi zaidi ambao wataweza kuipeperusha bendera ya nchi katika swala zima la kimataifa. Kwa hiyo mimi nadhani FIFA wameona kitu kwa Engineer Health yeah. Na anazidi kumpongeza na wamempatia muda wa miaka minne yeah. E, ina maana miaka minne itakapoisha kuna kitu kingine watakachokuwa wamejifunza yeah, kwa Engineer Health au wamekiona kwa Engineer Health, tukaona tena anapaishwa, anatolewa kwenye nafasi iliyopo, anasogezwa kwenye nafasi nyingine. Kwa hiyo sio jambo la kushtukiza la kushangaa kwa mimi, sijawahi kuona surprise, kwa sababu najua kama uko chini ya jua, kama uko kwenye engo fulani, yeah, kila kitu kinakuja, so siwezi kusema kwamba ni surprise kwetu, ili hali najua yeye anautumikia mpira na sekta ambayo amewekwa ni sekta ya mpira Le. na uongozi uliomwona ni uongozi unaojihusisha na masuala ya mpira. Unaona, kuna baadhi ya vilabu mpaka sasa hivi bado havijampongeza Injinia Elsie kwa uteuzi huu um, mkubwa ambao umefanya. unaweza kuambia nini? sio lazima wampongeze, ila sisi tukishampongeza, wananchi wake tunaomwamini, hmm. na dunia yenyewe imeona, imethibitisha hmm. wewe usipompongeza, so shida zetu tunachojua aliteuliwa kuwa mwenyekiti wa vilabu vyote barani Afrika mm, hakuna aliyempongeza, ameifanya kazi, ameonekana duniani. Kwa hiyo sio lazima wampongeze, pengine pongezi zao zinaweza zikawa ni nuksi mbaya kwao. Kwa hiyo sisi tuliyompongeza, na sisi ambao tunaona kazi anayoifanya na tuka appreciate inatosha. Hii inaeta maana kwamba hata viongozi wa upande wa pili kule wajifunze kitu kutoka kwa injinia. Sasa ha hayo ni matakwa yao, wakitaka kujifunza wajifunze, kwa sababu nimegundua wana vichwa vigumu, huwezi kuwalazimisha. Wakitaka kujifunza wajifunze, wasipotaka pia waache. Sisi watakuwa wanatuona tunakwea tu, kumbe kuna watu wana vichwa vigumu eh? Yeah. Kwani mpaka tunakuja na kauli ya kupiga kichwani, maana yake tuliona kuna timu zina vichwa vigumu sana. Kwa oh, so lazima yeah. Ukiona mtoto wako unamuelezea haelewi, mm. Unaachana naye ili dunia ije imfunze. Kwa hiyo na hao ambao wana vichwa vigumu kwenye engo ya mpira tumewaelezea, hawataki kukubali. Kwa so, sababu ukisoma komenti nyingi wengine wanasema kwamba labda e, FIFA ni babu yetu, mm. sijui vika mambo kibao. Sasa wao waendelee kusema tu hivyo. Sisi tunaendelea kuprove kitu ambacho tumeaminiwa kukifanya, tunaenda kukifanya kwa weledi alafu mwisho wa siku wanatuona kwenye kila, wakituona tunakwea kwenye anga nyingine, wanaanza wao, wanabaki wanalalamika mm -hmm. Kwa hiyo wao, wow, so sio lazima wampongeze injinia, sisi tuliyompongeza inatosha bwana. Mechi ya Mbeya baada ya kumalizika, nyinyi mashabiki wengi wakawa wanaimba kwamba kocha aondoke, kocha aondoke, lakini hatimaye uongozi wa Yanga Afrika imeendelea kumwamini kocha Fozi kwamba aendelee kukinoa kikosi cha wananchi wa Yanga Afrika. Nyinyi kama mashabiki saizi mnalipi la kuzungumza au bado mnaungana na uongozi wenu? Mimi uongozi unachokifanya ni kitu sahihi. mm-hmm. Kocha Roman Fosi analetwa Yanga fans tunatakiwa tutengeneze projekti ya muda mrefu. yeah. Mikel Ateta anaichukua Aseno alisema, Trust the process. yeah. na sasa hivi hakuna timu inayotamani kukutana na Arseno. Yeah, pamoja na kwamba haijachukua ubingwa wowote, lakini ukisikia unaenda kukutana na Arseno lazima unajipanga vilivyo yeah. Kwa hiyo kitendo cha Roman Falls kuichukua Young Africans, kwanza mimi na msifu na na usifu uongozi kwa sababu kuna kitu umeona ndani ya Roman Falls. Na Vincent Company ametoka kuishusha timu England, lakini akaaminiwa na Bayern Munich. Sijui kama unanielewa, huyu Vincent Kompany sina hakika kama amewahi kuchukua kombe la UEFA, lakini ameaminiwa baya ni timu ambayo ni kubwa. Kwa nini sisi tushindwe kumwamini Romain Folz ili aweze kuitengeneza timu ya Young Africans? Kitendo cha kuitengeneza timu ya Young Africans ndani yake anaitengeneza timu ya taifa ya Tanzania, mm-hmm. kama hujui 2027 tunaenda kuhost michuano ya AFCON. Leo hii wewe unasifia kiwango cha Azizi Ndabwile ambao ulikuwa hujawahi kumsifia hapo nyuma tangu ametoa Young Africans. Leo hii unazungumza kwamba Bakari Nondo Mwamnyeto kiwango chake kimerudi. Leo hii unamwamini Edmund Njoni ndio kitu ambacho Romain Folz anachokitengeneza. Simba kuna wakati ilifikia wakakosa mbadala wa Kapombe. Wakawa naingiza to, toa nyingi sana kwa ajili ya eneo la Shomali Kapombe. Ni kwa sababu hawakuwa na kocha mwenye misiri ya Romain Folz wa kutengeneza wachezaji, ili atakaye kuwa anatoka na anayeingia the same kiwango na wawe na performance ya kufanana, ili huyo anayetoka na anayeingia wawe wanamuofa mwalimu kitu. Kwa hiyo mimi nadhani ni muda sahihi wa kumwamini Roman Falls na kumpa ushirikiano. Naamini atatufikisha kwenye nchi ya. Na wengine wanasema mtaani kwamba hii safari ya kimataifa hii na kocha huyu ayanga mapema sana. Ingekuwa hivyo, hata Vincent Company angetolewa kwa sababu alikuwa hajawahi kuwa kocha mkuu mpaka anachukuliwa na Bayern. Ameipandisha timu ya pale England na akaishusha yeye huyo huyo. Lakini mwisho wa siku akaaminiwa na timu ya Bayern Munich ambayo ni timu kubwa duniani na Ujerumani ni ndo timu ambayo ina pressure ni kama hapa Tanzania unavyoizungumzia Young Africans. Kwa hiyo hilo huwa ni swala la muda. Hamna mimi sijawahi kuamini katika kocha mbovu na sijawahi kuamini katika mchezaji mbovu. Huwa naamini katika kuadapti mazingira. Kwa hiyo tunatakiwa tumpe nafasi Roman Falls kwa kile ambacho uongozi umemwamini kukifanya. Naamini tukimpa nafasi na ushirikiano basi atakuja kuitengeneza Young Africans na timu ya taifa ndani yak Alikataliwa, yeah. Gamondi alivyokuja alikataliwa, e, na yule aliyeondoka pia mirudi alikataliwa. Makocha wote wameipatia manufaa Young Africans ndani ya miaka minne mitano, unaweza kuambia nini mashabiki wengine wa Young Africans ambao bado wana ule moyo wao na kocha kwanza kabisa wanatakiwa wamwamini kocha, hmm, na wampe ushirikiano. Pili, wanatakiwa wajisajili, kuhakikisha wanakuwa wanachama halali, ili atakaposimama kusema kwamba simtaki kocha, anakuwa na uhalali kwamba kadi yake iko active, amelipia. Alafu anaweza kumuuliza injinia maswali na anaweza kumkosoa kocha. Kwa hiyo mimi nadhani mwanachama ambaye hajalipa kadi yake anatakiwa alipe kwa wakati. Shabiki ambaye hajawa mwanachama anatakiwa jiandikishe, kuhakikisha anakuwa active na anakuwa mwanachama halali wa Young Africans, ili apate chance ya kuhoji kuhoji maswali. Tumezungumza mengi sana. Lolote la kuzungu, la kumalizia na, wa, kwa mashabiki wengine kuelekea kwenye mchezo wenu wa kimataifa. Mimi na dhani, tunatakiwa tuiunge mkono timu ya Young Africans mm -hmm. na kikosi na, na, benchi la ufundi mm -hmm. na uongozi kama pia kuna uwezekano wa kusafiri. Mm -hmm. Tunatakiwa tusafiri kwa wingi kuhakikisha tunaenda kuisupport timu ya Young Africans mm -hmm. inaenda kupata matokeo kwenye uwanja wa ugenini mm -hmm. na hata tukija kwenye uwanja wa nyumbani tunahakikisha tunavuka kuingia hatua ya makundi.